Hizi ni shamra shamra za sherehe ya kuaga mwili wa dereva bodaboda aitwaye Samueli Mwakalinga alimaarufu kama Chodi, alifariki kwa ajali ya pikipiki mnamo tarehe 10 mwezi wa 11 mwaka 25. Ajali hii ilitokea usiku wa tarehe 9 mwezi wa 11 mwaka 25 na ikisemekana kuwa chanzo cha ajali hiyo ni vifusi vilivyoko barabara ya Lwangwa kwenda Kiejo gesi inayoendelea matengenezo na huu umati unaouona wengi wao ni maafisa usafirishaji bodaboda boda, kutoka lwangwa Busokelo walioungana na wa majamii, wakazi wa mji huo wa Lwangwa. Chodi alizaliwa mnamo tarehe 27 mwezi wa 12 mwaka elfu mbili na saba. Na Mungu ailaze roho yake mahali pema peponi, amen. E, lakini wanasema kilichochangia wanasema kuna baadhi ya sehemu ambayo walikuwa wanajenga barabara hii kiwango cha lami, kuna baadhi ya vifusi waliweka pale. Ko walivyoweka pale vifusi mm, ni kwamba hawakuweka ishara yoyote ile ambayo tunaweza tukasema warning tape, hawakuweka pale koo, dogo alivyokuwa kwenye mwendo ule, akafakamia nafikiri kile kifusi E, ndo chanzo nafikiri cha ajali, na mimi ndo nilipopata taarifa, na sehemu ya tukio wenyewe tulionyeshwa, lakini baada ndio okay. E, Samuel alikuwa ni mtu aina gani? Ah, Dogo Janja alikuwa mtu ambaye anaheshimiana sana na watu, lakini pia ni mtu ambaye alikuwa na, anapiga stori na kila rika, na ndio maana ukiangalia hapa, wazee, vijana, wadogo wote wapo hii ni ishara ya kuonyesha kwamba Dogo Janja kweli alikuwa anaishi vizuri na watu. Eh, kwa majina naitwa Maneno. Hilo ndio jina maarufu. Sawa sawa. Wewe ulikuwa unamfahamu vipi Samuel? Dogo alikuwa ni afisa wa usafirishaji alikuwa ni Dogo Janja ambaye ambaye mmoja alikuwa pisi sana. Yaani hata kukuta jiani aweze akakuacha. Lazima akubebe tu. nye hapa katikati tu amenibeba kama mara mbili mara mbili, ameikuta jiani alikuwa anabeba. Kwa Dogo Janja alikuwa fresh sana Yani kikubwa basi tu tunaona tu basi tu kwa sababu Mungu amependa basi, hatuna jinsi, hatuna namna. Unafikiri ni kwa nini watu wamekusanyika kwa wingi sana kwa ajili ya msiba wa ndugu yetu? Kutokana tu kwa na kwamba dogo alikuwa ana upendo sana na watu, alikuwa anapenda sana kuongea sana na watu, ndio hicho kitu kilichochangia sana, yaani kwenye huduma yake akuchagua wala alikuwa abagui, yaani alikuwa yeye yeah. Kila mtu anamchukulia kama ni mteja tu, hata uwe na buku uwe na shingapi yeye, ukichangia tu tayari biashara inakuwa imeshaisha isha, anakubeba tu wala kuwa na shida. Basi nikushukuru sana kwa ajili ya muda wako. Asante sana bosi wangu.